Moja ya kitu kikubwa ambacho leo hii kimeweza ku make headline hapa katika mkutano mkuu wa CCM ni kuhusiana na hili roboti, kama unavyoliona hapa, inaweza kusalimia na watu, ambalo kifuani kwake imeandikwa Kazi na utu tunasonga mbele kama unavyoona, mtazamaji wa Mwananchi Digital, Chama cha Mapinduzi kimeleta hili roboti kuhakikisha linasherehesha e, katika maeneo hayo kama unavyoliona, linafanya action zote ukilisalimia na unalisalimia, lakini pia ukiweza kulisalimia Ona hapa mimi naenda kulisalimia hili roboti e, yeah, itasalimia. Mimi nalisalimia yeah. Mimi mlisalimia kama una, una, una, una, una, una. Yes, niko hapa mimi nalisalimia na linaweza likaweza likanifanya kitu chochote hapa, lakini tunaweza tukasalimiana kama hivyo unavyoona. Bwana, e, wewe umetisha kazi na utu. Asema kazi na utu inasonga mbele kama unavyoona hapo. Una. Watu mbalimbali wameamua kusogea hapo na kuweza kupiga nao picha kama unavyoona, huyu ni mwandishi wa chombo kingine. Amefika hapo Anapiga naye picha kama hivyo, anaweza akasalimia naye akaambia chochote unachomwambia yeye, anakujibu hapo, mtazamaji. <laughs> hayo ndio mambo ambayo yako hapa katika viwanja vya Jakaya Kikwete Convention Center hapa jijini Dodoma. Utaona mambo mengi sana ambayo hapo <laughs> nyuma au katika mikutano mingine ukuweza kuyaona, lakini kutokana na mabadiliko ya teknolojia vitu e, kama hivi unaviona hapa Tuweze kuongea kidogo na mambo vipi? Mambo safi kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Vasco Mgimba anatokea Ludewa Njombe. Kitu gani ambacho kimekufurahisha hadi ukaamua kuja kupiga naye picha? Hebu msogelee kidogo kwanza. Aa, a, picha. Ah, kwanza kitu kilichonifurahisha mimi ni kuona mabadiliko makubwa sana kwenye huu mkutano mkuu wa taifa, lakini hii yote ni fursa kubwa ambayo ni matunda yamefanyika na Chama cha Mapinduzi, kuona tunakuwa na vitu vya kisasa kama hivi na sisi kama mwananchi au mwanachama wa Chama cha Mapinduzi tunaona ni mafanikio makubwa ya kujivunia na tunaenda mbali sana, na Tanzania inaweza kaa kama Ulaya Ulaya. Sasa yote hii ni kwa sababu heshi ya heshima kubwa ya mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kutuhekimisha Tanzania yetu, na tunafurahi sana sana sana kwa furaha pekee sana. Na matarajio yako ni yapi sasa wakati tunaelekea katika uh, mkutano mkuu hapo? Ma matarajio yangu mimi, matarajio yangu mimi kabisa, kuelekea mkutano mkuu wa taifa ni kuona tunakwenda kuwapatia kitu wananchi wanapenda, mfano sasa unakwenda kuandaa utekelezaji wa, uandaji wa ilani mpya ya CCM ya uchaguzi ya mwaka 2025 30. Katika ilani hii tunaamini kipengele namba nane wameshasema wenzetu, e, kifungu namba nane kinasema ajira kubwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa vijana kwa wananchi wa Tanzania wote bila kujali kikubwa professional yako kusoma na vitu vingine, kikubwa ni hicho na maendeleo makubwa sana na miradi ambayo tuliacha 2025 25 tunakwenda hata ta kuimaliza 2025 30.